Ah, shalom. Ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama hujasubscribe basi ni kuombe usubscribe na kushare kwa watu wengine wengi na Mungu atakubariki. Ah, leo hii hapa ninalo jambo moja ambalo natamani niongee na wewe au tulitazame kwa pamoja juu ya jiji la Yerusalemu. Nilikuahidi kwamba tutaliongelea vizuri jiji la Yerusalemu lakini tutaongelea na mambo mbalimbali yanayolihusu jiji la Yerusalemu. Kuna vitu naamini huvifahamu juu ya jiji la Yerusalemu na kuna vitu naamini unavifahamu juu ya jiji la Yerusalemu. Sasa Mungu atatusaidia katika vile vitu ambavyo watu hauvifahamu utaweza kuvifahamu hapa, na kwa vile unavyovifahamu basi utazidi kupata maarifa zaidi. Hili jiji la Yerusalemu ni jiji la zamani sana kuliko hata taifa la Israeli lenyewe. Yaani, hili jiji la Yerusalemu ni jiji la zamani sana kuliko hata taifa la Israeli lenyewe. Yerusalemu ilianza miaka mingi sana, kipindi cha Ibrahim au inawezekana hata kabla ya Ibrahimu Yerusalemu ilikuwepo. E, jiji la Yerusalemu tunaona kwenye maandiko linatajwa jiji hili kwa mara ya kwanza pale ambapo anatokea mfalme Mfalme anaitwa Mfalme Melkizedeki. Melkizedeki anapotokea anatambulishwa kwamba yeye ni mfalme wa Salem. Salem ni tafsiri kwa Kiswahili inamaanisha amani. Salem ni amani, ambapo wengine katika lugha nyingine wakaita salam. Salam ni amani. Salem ni amani, ambapo kwa Kiebrania wanaita Shalom ambayo ni amani. Ndio maana sisi jiji letu linaitwa Dar es Salaam. Dar es Salaam ile salamu, maana yake amani. Kwa bandari salama, bandari ya amani. Asa, Salem lilikuwa ni neno ambalo linamaanisha amani. Asa, kwa kipindi hicho alikuwa ni taifa ambalo lilikuwa liko chini ya mfalme Melkizedeki, ambaye huyu bwana alikuwa ni kuani pia wa Mungu, lakini pia alikuwa ni mfalme. Umeona? Ah, nilishai kuiongea juu ya Melkizedeki katika video zilizopita, hapo ukitafuta unaweza ukaipata juu ya Melkizedeki na baada ya hapo Yerusalemu ilikuwa inaendelea kukaliwa na Wakanani. Huyu Melkizedeki alikuwa ni Mkanani huyu, kwa hiyo Wakanani ndio walikuwa wanaishi hapo katika hilo jiji la Salemu, ambapo baadaye miaka ilivyozidi kwenda, hao wameenda utumwani. Walipotoka utumwani, walipoijia Kanani walikuta kuna watu wanaishi pale. Baada ya kuwafukuza, wakaichukua ile nchi kwa kukaa kuna miaka fulani pale ya vita e, hapa na pale kuna kosekana utulivu, kipindi cha waamuzi kile mpaka kipindi cha mfalme Sauli wa, e, utulivu kama umekosekana, mpaka pale alipoingia mfalme Daudi kuichukua Israeli. Alipofika mfalme Daudi kuichukua Israeli baada ya kuwapiga maadui wake wote, kwa sababu Daudi, hakuna vita alikuwa anashindwa, alikuwa anashinda vita zote alizokuwa anapigana. Na baada ya kushinda kabisa, akawa na amani hapo sasa ndipo ambapo aliamua kuujenga mji wa Yerusalemu. Huyu akaujenga mji wa Yerusalemu na baada ya kujenga mji wa Yerusalemu, Yerusalem, Yerusalem. kuna siku tutakuja kuongelea jinsi Yerusalemu ulivyojengwa na vitu kama hivyo. Baada ya kuujenga huo mji wa Yerusalemu sasa na akatengeneza Sayuni kuwa ngome yake au makazi yake katika huo mji mji wa Yerusalem, kwa wa Yerusalemu. Yerusalemu kwa sasa hivi tunasema founder wake au muasisi wake au mjenzi wake aliyoujenga huu mji alikuwa ni mfalme Daudi. Huyo ndiye muasisi. Hata ukienda sasa hivi kwenye historia ya Israeli pale, ukaenda kuangalia mji wa Yerusalemu, watakuonyesha pale muasisi wa ule mji ni mfalme Daudi, ni mfalme Daudi. Sasa huu mji ulikuwa uko ndani ya ukuta, yani mji huu ulijengwa, ulikuwa ni ngome, ulijengwa kwa mtindo wa ngome, ambapo ulizungushiwa ukuta mji mzima yaani ni kama sisi tunaoishi Dar es Salaam, Dar es Salaam yote hii yi, izungushiwe ukuta au wanaoishi Nairobi, Nairobi yote izungushiwe ukuta. Kwa hiyo Yerusalemu yote ilikuwa imezungushiwa ukuta na ndani yake ndimo kulimo kuwa na mji, sijui unanipata? Watu walikopo Yerusalemu wako ndani ya mji mji, eh, ndani ya mji, ambapo mji yote umezungushiwa ukuta, ambapo mpaka sasa hivi pia utamaduni huo unaendelea, na Yerusalemu mpaka sasa hivi imezungushwa ukuta ukibahatika kwenda Yerusalemu utaona ile jiji bado limetunza lime tamaduni yake limezungushiwa ukuta, umeona? Kwa hiyo sasa ule ukuta ambao ulikuwa unazungushiwa, ili uingie Yerusalemu lazima upite katika lango la jiji, malango ya jiji. Kwa hivyo kuna malango zaidi ya kumi katika ule mji wa Yerusalemu, na leo nataka tujikite zaidi kuelezea tu haya malango, kujielezea tu haya malango zaidi ya kumi ambayo yalikuwa yapo katika katika lile jiji la Yerusalemu, ijapokuwa inasadikika Yerusalemu ilikuwa ina milango kumi na mbili Yerusalemu ilikuwa ina milango kumi na mbili kwa idadi ya kabila za Yerusalemu, kwa idadi ya kabila za Yerusalemu. Lakini maandiko yamezitaja, yametaja malango kumi yaliyoizunguka Yerusalemu, lakini katika kitabu cha Ufunuo, kitabu cha kinabii ambapo Yohana anaonyeshwa mji wa mbinguni ambao ni Yerusalemu mpya, anasema ule mji pia umezungushiwa kwa ukuta na umbo lake ni la mraba na una malango kumi na mbili kwa hesabu ya makabila kumi na mbili ya Israeli au wanafunzi kumi na mbili wa Yesu. <coughs> Sawa. Sasa aa kulikuwa na malango haya, sasa nitakutajia sasa idadi ya malango haya na maandiko yanapopatikana katika maandiko mm, ukuta ukuta wake kwa hiyo ulipopo ile uingia lazima upite ukutana na kila lango kulipo kuna walinzi walikuwa wana, wanalinda haya malango walinzi wapo wanalinda imiji kwa kila sehemu kuna malango alafu juu ya ukuta kule bado pia kuna walinzi yani kule ukuta ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba watu wanaweza waka, wakawa wanatembea wana, wanatembea wana, wana juu ya ukuta ule pale kwa sababu ulipo ni ukuta mkubwa ambapo unasimama hivi unauegemea kabisa hivi na mtu mwingine mnapishana naye hapa umeona ulikuwa kama kiambaza fulani kule juu. Kwa hiyo unazunguka una, una kupu, kuna walinzi pia kule juu wanaangalia usalama wa mji kwa nje na kwa ndani. Umeona? Na katika kila mlango kopo kuna walinzi pia pale wa kukagua anayeingia na anayetoka namna hiyo. Ndio maana katika mji wa Yeriko, Yeriko na yenyewe ilikuwa ni miongoni mwa miji ya kale ambayo ilikuwa inazungushiwa ukuta. Ule ukuta wa Yeriko wale wapelelezi walipoingia tu katika ule mji, wale watu wakafunga ule mlango, wale wakafunga ule mlango. Kwa sasa, walipofungwa ule mlango wale wapelelezi wawili walioingia wa kuipeleleza Yeriko hawakuweza kutoka kwa sababu mlango umefungwa. Kwa hiyo ukaanza ukaguzi, kuangalia nani humu ndani ni, na nani humu ndani ni Mwebrania. wakati wanatafuta sasa nani ni Mwebrania ndani, nani ni Israeli ndani, msako ukawa ni mkali sana, kiasi cha kwamba hawataweza kutoka, watatokea wapi? na ule, ule mji ulikuwa wa ajabu sana, kwa hiyo ikabidi sasa mwanamke Rahabu Kaaba awatoroshe kupitia ukuta kwa sababu yeye alikuwa anaishi ghorofani huko, akawatorosha huko juu, akawapitisha aka njia za panya, wakafunga kamba, wale wapelelezi sababu huko ni makomando na wana experience ya jeshi kidogo, wakawa wameshuka kwa kamba, wakawa wamerudi oh, kwa Yoshua. Umeona, kwa hiyo ulikuwa kifungo ile milango ilikuwa utoki, ila tu mtu mmoja ndio wa ajabu sana kwenye Biblia ambao mimi mpaka leo namshangaa, anaitwa Samsoni Samsoni alilala katika mji wa Gaza. Alipolala katika mji wa Gaza, wale maskari wakasema, fungeni malango ya jiji, fungeni, huyu mtu akija hatoki. Wakawa wanamvizia usiku kwa sababu usiku bwana atakuwa kwanza ameishiwa nguvu kwa sababu alienda kulala kwa kwenye madangulo. Atakuwa ameishiwa nguvu, lakini pia huyu bwana atakuwa ana ana mang'amung'amu pale, hayuko sawa kwa, tutamvizia pale pale. Sasa wakati ule usiku wanaendelea kumvizia huyo bwana jamaa akaamka usiku wa manane, alivyoamka usiku wa manane akatoka sasa watu wa, anatoka sasa nani nani wa kwenda kuanzisha ugomvi? Nani anayeweza kwenda kumwanzishia ugomvi? Kila mtu anaogopa na, ngoja tu tumwangalie atafanya nini. Umeona, jamaa limetembea kibabe, likafika pale kwenye ule lile lango, nafika kwenye ile lango, akakuta lango limefungwa. Alipokuta lango limefungwa, alikaona ah, amefunga lango, sio kesi, akufungua lango, akang'oa akalibeba lile lango akatoa, isee, ilikuwa ni kitu cha cha ajabu sana. Na lile lango mpaka kuvunja, mnavunja wanaume zaidi ya hamsini kulivunja lile lango moja na lango na, na muda ambao tutumia kuvunja ni muda mrefu e, zaidi hata saa nzima mnavunja lango, lakini yule bwana aliling'oa ndani ya dakika chache <laughs> alafu akalibeba kwenye bega lake alafu alipobeba kwenye bega lake akaanza kupanda nalo mlimani, anapanda nalo juu ya mlima, ni anaenda nalo lile lango. Wale maskari walio waliowekwa sasa eh, waende kumvizia wamuue Samsoni, wakajikuta tu nguvu zimewaisha ghafla, nguvu zimewaisha, wako hoi ah. Sasa hili sio somo langu, aupa tu picha ya haya malango yanapokuwa. Sasa tukija sasa kwenye mji wa Yerusalemu, malango yake yalikuwaje? Ambapo lango la kwanza ambalo ninalitaja kwako leo, hili linapatikana katika kitabu cha Nehemia, na katika hii kitabu cha Nehemia ndio kinaelezea malango mengi. Eh, hii kitabu cha Nehemia kinaelezea malango yote kumi, kwenye hii kitabu cha Nehemia kinaelezea malango yote kumi kwa sababu gani? Kwa sababu Nehemia ndiye mtu aliyejenga ukuta wa Yerusalemu kwa mara nyingine tena, maana ile ukuta ulivunjwa, Nehemia akaja akaujenga vizuri tena. Hey, sasa kitabu cha Nehemia ndio kinataja sana hizi hizi kuta na na malango yake. Ambapo mlango wa kwanza unatajwa katika ile Nehemia tatu mstari wa kwanza pale ambapo hilo linaitwa lango la kondoo. Hilo lango linaitwa lango la kondoo. Sasa lango la kondoo hili lilikuwa linatumiwa kwa ajili ya ya huduma za kikuhani. Lango la kondoo lilikuwa linatumiwa kwa ajili ya huduma za kikuhani, ambapo hili lango lilikuwa lina ni special kwa ajili ya kupitisha kondoo kwa ajili ya dhabihu. Kondoo aliyokuwa anaenda kutolewa dhabihu, ndio kwa wanapitisha katika hili lango la kondoo, walikuwapo wanapitia hili lango la kondoo, wanakwenda kutoa dhabihu. Asa Yesu anasema, mimi ndimi mlango wa kondoo. Umeona, tutakuja kuyaelezea majina ya Yesu hapa sasa. Mimi ndimi mlango wa kondoo. Kwa hiyo hili lango la kondoo ndipo lango kwa ajili ya dhabihu, umeona. Lakini lango lingine linaitwa lango la samaki, lango lingine linaitwa lango la samaki, ambapo hii utaikuta kwenye Nehemia tatu sita pale anahitaja lango la samaki. Sasa hili lango lilikuwa ni lango la kibiashara, lilikuwa linatumiwa zaidi sana katika sababu za kibiashara lango la samaki kwa sababu hili ndio liko hapo, lango kubwa ambalo walikuwa wanatumia wafanyabiashara wa samaki zinazotoka katika lile ziwa Galilaya, au bahari ya Galilaya. Kwa hiyo wanatoka ziwani kule na zile samaki wanapoziingiza kuziuza katika jiji la Yerusalemu, kwa sababu biashara zote lazima zifanyike Yerusalemu. Ndio mji center, ndio mji mkubwa, ndio mji wenye population kubwa, ndio mji wa kibiashara. Kwa hiyo walikopo wanapitia katika, ukiangalia katika ramani ile ya ziwa na nini, wapo wanapitia katika ile lango la samaki kwa likaitwa hivyo jina likapewa jina la lango la nini la samaki. Lakini lango lingine linaitwa lango la kale, lango la kale. Sasa hili lango la kale linasadikika kuwa ndo lango la zamani au lango la kwanza kujengwa, ili lango la kale, kwa lilipewa hivyo jina la lango la kale, ambapo hilo limeandikwa katika ile Nehemia tano mstari wa sita ne, no, Nehemia tatu mstari wa sita Alafu kuna lango lingine linaitwa eh, lango lango la bonde E, eh, lango la bonde, Valley Gate, lango la bonde ambalo hilo limetajwa katika Nehemia mbili kumi na tatu ambalo hilo lango lilikuwa liko karibu na bonde la Hinam Hiram, lilikuwa lipo karibu na bonde la Hiram. E, kwa hivyo kuna bonde la Hiram, kwa hiyo lilikuwa linaitwa lango la bonde e, eh, kwa sababu liko karibu na bonde la Hiram. Lakini lango lingine namba ngapi sasa? Tunaingia lango namba tano katika jiji la Yerusalemu Lango la tano lilikuwa linaitwa lango la jivu, lango la majivu, lango la majivu, yaani lango ndio likopo linatumiwa kupitisha majivu yote ambayo yana, yanazalishwa katika ule mji, yanapitia kutolewa katika ile lango la jivu. Kwa lugha nyingine unaweza kusema lango la takataka, matakataka mengi yana, yanatolewa. Na ukumbuke kabisa, Yerusalemu matakataka likopo yanaenda kuchomwa katika sehemu moja wanapaita Jehanam. Jehanam. Kwa hiyo Jehanamu ilikopo ni sehemu ya kuchomea matakataka. Sijui kama utakuwa unanielewa, Jehanamu ilikopo ni sehemu ya kuchomea matakataka. Sasa siku tutakuja kujifunza juu ya Jehanamu ya moto, eh, Jehanamu ya moto. Lakini hili neno Jehanamu tu ilikopo ni sehemu kwa ajili ya kuchomea matakataka ambayo ilikopo liko nje, nje ya ukuta wa Yerusalemu. Lakini pia kulikuwa na ili lango ili lango la jivu au lango la majivu linapatikana katika Nehemia 2:13. Lakini kuna lango la chemichemi, lango la chemichemi, ambapo lango ile la chemichemi linapatikana katika Nehemia 3:15, lango la chemichemi, ambapo ili lango lilikuwa karibu na chemichemi ya Siloham. Kulikuwa kuna chemichemi ya Siloham, eh, na ile chemichemi, kwa sababu ile chemichemi ya Siloham na hii <laughs> chemichemi ya Siloham na yenyewe ina historia yake, lakini tuache hayo, ila ilikuwa liko karibu na hili lango la chemchemi kwa, kwa sababu kuna lango kuna chemchemi za Siloamu hapo wakaliita hili lango li lango la nini, lango la chemichemi. Lakini lango lingine linaitwa lango la maji au water gate, lango la maji au water gate, linaitwa lango la maji kwa sababu kulikuwa na, na mto Kidron unapita karibu na lango ili, mto Kidron unapita na, karibu na lango hili ndio wakaliita lango la nini, wakaliita lango la maji. Ukisoma katika kitabu cha Nehemia pale tatu ishirini na sita utaliona. Lakini kuna lango la farasi horse gate. Lango la farasi hili ni lango ambalo lilikuwa liko karibu na mlima wa Mizeituni. Ukisoma Nehemia tatu ishirini na tisa pale utaona walitaja lipo karibu na mlima wa Mizeituni. Hili likopo linatumiwa sana kupita kupitisha farasi wale na magari ya vita. Eh, na maana kipindicho vita za zamani kwa wanatumia sana farasi eh farasi ndio zilizokuwa sana katika vita za zamani, na fahari ya watu wa zamani ilikuwa ni farasi. Kwa hivyo kuna sehemu rasmi kwa ajili ya kupitisha farasi. Unaona jinsi watu hao walivyojenga mji, walijenga huo mji katika miundombinu eh, katika muundo mzuri kabisa, ni kila kitu kilikuwa katika utaratibu sahihi kabisa, na mji huu ulijengwa pia kwa maelekezo ya Mungu mwenyewe lakini walienda katika structure nzuri sana na mfumo na muundo wa mji ulikuwa umekaa katika utaratibu mzuri lakini, kulikuwa kuna rango la mashariki, rango la mashariki ambalo liko Nehemia tatu ishirini na tisa. Lango la mashariki ambapo hili lango pia linatajwa sana katika kitabu cha kinabii kile cha Ezekieli, pale analielezea sana kinabii lango la mashariki, alafu kulikuwa kuna lango la walinzi ili almaarufu kwa jina la master gate, eh, lango la mm, ulinzi au la walinzi eh, master gate eh, hapo alikopo wanaenda pale kwa ajili ya, ya kukaguliwa. Watu wanakaguliwa pale eh, watu wanapangwa pale eh, ukaguzi wa kijeshi unafanyika katika hilo hilo lango. Sasa haya ni malango kumi ambayo yametajwa wazi katika Biblia lakini tunaamini mji ulikuwa na malango kumi na mawili. Siku nyingine tutakuja kuelezea malango mawili ni yapi ambayo tunaamini hii yalikuwa sehemu ya haya malango. Hii ni historia ya mji wa Yerusalemu na kwa sasa hivi tumeenda tu kwa sehemu ndogo kwa leo na siku nyingine tutazidi kuelezea na ya historia zake wa falme wake na mambo ya kivita na kaza wa kaza. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa, kama uja subscribe subscribe mambo haya mazuri. Lakini ikiwa unatamani kutusapoti huduma hii basi usisite kutuchangia chochote kile ambacho Mungu amekujalia kwa namba unazoziona hizo, ili kazi ya Mungu izidi kwenda mbele na Mungu wa mbinguni atakubariki. Asante.